Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Siwezi kusema leo ni sherehe. Leo ni ukumbusho wa siku ya huzuni, huzuni iliyo kilindini mwa furaha nzima ya Krismas. Sikukuu hii ya watakatifu wasio na hatia huweka kila mamlaka ya serikali na dini na hasa kanisa katika hatia juu ya majukumu na wajibu wao wa kulea, kulinda na kuhifadhi maisha yote. Leo nikiwa ni, ni mmojawapo ya mamlaka hayo, natangaza kuwa jimbo letu nchini Tanzania la Anglican Catholic linaweka bayana nia yetu njema ya kutubu. Katika nia hiyo, tupo hapa katika ibada, sala na matafakari kulaani aina yoyote ya mauaji ya watu wasio na hatia yanayofanywa na watu ama taasisi ili kulinda mamlaka zao. Mahali pengi duniani hawapendi kuiadhimisha sikukuu hii kwa sababu inagusa na kushutumu maslahi ya wakuu walio wengi katika Ulaya na Marekani. Sikukuu hii inakemea uovu wa tamaduni iliyoshamiri sana ya utoaji mimba na kufundisha watoto wakatae jinsia zao, kitu ambacho kwa masikitiko makubwa sana wakuu wa kanisa la Anglikana wanakubaliana na kulinda mambo haya. Sikukuu hii haipewi kipaumbele tena, kwa maana kufanya hivyo ni kupinga unyanyasaji na udhalilishaji wa watoto kijinsia na kiumri, uovu ambao kwa masikitiko makubwa wakuu wa kanisa wanashiriki kwa kiwango kikubwa. Baadhi ya wanahistoria wameishusha thamani sikukuu hii kwa sababu inakosa uthibitisho wa majina na idadi ya waathiriwa. Mimi askofu wa Tanzania ninairudishia heshima sikukuu hii. Napenda ukweli kwamba hatuna majina wala hatuna idadi ya wahanga, kwa sababu kujua huko ingetufanya tuabudu majina na kutupotosha thamani ya lengo kuu la sikukuu hii. Hivyo rekodi ya Biblia inawapa jina watoto wahanga wa Herode. Biblia inawapa jina la Raheli ama Rachel ili kuupa utambulisho wa huzuni kuu ya mama isiyo na kikomo. Raheli ni jina ambalo limebeba sauti ya kinabii dhidi ya aina zote za dhuluma, unyanyasaji, ukosefu wa haki ambazo daima huendeleza dhidi ya watoto na wanawake. Waanglikana wenzangu na Wakristo wote wa Tanzania, vifo vya wasio na hatia bado vinatokea leo kwa namna tofauti tofauti, kupitia makundi mbalimbali ya mamlaka ambayo yanaharibu maendeleo ya binadamu na ubinadamu tukianzia katika ujauzito na hata ukuaji wa watoto waliokwisha zaliwa, mahali ambapo hakuna huduma bora za maji safi ya kunywa, afya ya mama mjamzito na mtoto, ukosefu wa haki katika mifumo ya kutengwa kwa watoto wenye ulemavu na kuwa, na kuwanyima haki na usawa na wa ulinzi wa kisheria. Vifo hivyo hutokea hivyo, ninaamini kabisa kuwa kanisa limeitwa kushughulika katika kutokomeza vifo hivi. Kwa bahati mbaya sana, uanglikana wetu umejitenga kutokomeza vifo hivi, hivyo umeshiriki kutakasa maovu haya. Hakika mimi ninaamini kuwa dhuruma ya mtu mmoja ni dhuruma kwa watu wote. Mimi ninaamini kabisa udhalimu mmoja ni mwingi sana katika kuangamiza utu wa binadamu. Natoa wito kwa wakuu wenzangu wote katika kanisa tuige mfano wa kiujasiri wa wakunga wa Kimisri ambao walisimama kidete kupinga agizo la Farao la ku, la, ku, la kuokoa na kuokoa maisha ya watoto wengi wa Kiyahudi. Natoa wito tuishi mbele ya agano letu la ubatizo, maana kwa hakika hata ukatili mmoja ni mwingi sana kupuuzwa. Hivyo basi, leo nataka kutoa heshima kwa maisha na huduma ya baba yangu the Reverend Father Dr. Philip Kutta, ambaye alichukua mabegani mwake maadili ya wito wa ukasisi kuwa ni kuukaribisha na kuulinda na kuhifadhi na kulea maisha ya wanyonge hasa watoto wasio na hatia wenye ulemavu nchini Tanzania. Fazakuta aliisaidia Tanzania kuona na kukomesha mauaji ya binadamu wanyonge kwa kuukaribisha ulimwengu ambao ni salama kuwa mlemavu. Yaani ni salama kuwa na uhitaji wa pekee, ni salama kuwa na udhaifu maalum. Ni salama kutokuwa na uwezo wa kujitetea kama vile Mungu alivyojitoa katika utoto uduni katika familia ya Mariamu na Yosefu. Fazakuta alitoa huduma yake akiwa kasisi wa Kiutheri na Kianglikana kwa thamani utu na ulinzi wa watoto na watu wazima wenye ulemavu nchini Tanzania kwa kuwapa fursa na sauti katika mfumo wa elimu nchini Tanzania. Alichokifanya baba yangu nchini Tanzania lazima kikumbukwe, na maisha yake kama kasisi na mtumishi wa serikali lazima yawe mjadala muhimu leo wa jinsi gani maono yake na kazi yake zinaweza kufanywa bora zaidi katika upatikanaji na usawa wa elimu maalum nchini Tanzania. Fadha Kutta ametusaidia kuona maisha kuwa yasiyo na hakika na kuwa ni hatari. Nikiwa mtoto wa Fadha Kutta amenisaidia kuona wito wa Mungu katika mapana yote, na hakika ni maisha na nia ya maisha ya kitume afadhakuta yapo ndani ya moyo wangu. Hata hivyo, wakati mwingine nimejihisi nikilemewa sana kwa sababu najua mapana ya sababu za kushamili kwa vifo vya wasio na hatia. Ninaiangalia Tanzania ninayoipenda sana nimelemewa na mahitaji yake ya ukosefu wa elimu bora maalum, ukosefu wa huduma bora, ukosefu wa afya za ujauzito na watoto, ukosefu wa maji salama ya kunywa hasa katika maeneo ya vijijini yaliyotelekezwa. Pia ninaona unyanyasaji majumbani na upendeleo mbele ya sheria katika mali na ndoa. Kwa hakika, Herode anakuja kwetu katika kila aina ya sura. Naomba kusema hivi: ingawa sikukuu hii inatukumbusha vifo vya watoto wasio na hatia, haipunguzi wala kukanusha maisha kabisa. Nataka madhumuni yake yawe ni kukuza na kuhifadhi maisha, kuongeza na kuchochea maadili ya maisha, kama watu tulioumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa hiyo tusitiwe giza na kile Herode alichokifanya, bali injili ya Kristo itutie nuru kuhusu kile tutakachokifanya. Naomba sasa niseme kwa heshima ya watakatifu wasio na hatia kuwa malengo ya waskofu wangu Tanzania ni haya yafuatayo. Kwanza ni kuwapa waumini wetu fursa ya mitaji ili waweze kuunda ushiriki huru na wanachama wenye nia moja kwa miradi ya kiuchumi ambayo wataji wataimiliki, wataitawala, wataiendesha na kujitengenezea ajira zao. Na jambo la pili ni kuendeleza maono ya baba yangu katika elimu maalum na matibabu ya afya ya akili nchini Tanzania. Tutafanya hivyo kwa kuwa mshiriki wa serikali ya Tanzania katika kuweka kipaumbele cha huduma zetu za kijamii kama kanisa la Anglo Catholic nchini Tanzania. Na jambo la tatu, kuzifanya parokia zetu katika jumuiya za vijijini nchini Tanzania kuwa kitovu cha huduma za afya ya msingi na elimu bora. Na jambo la nne ni kuwekeza katika miradi mikubwa ya jamii katika miundombinu ya kijamii na kiuchumi katika maeneo ya vijijini vya Tanzania ambavyo itaongoza juhudi dhidi ya umasikini kwa Watanzania waliotengwa. Miradi hii ni mifumo ya maji safi na bomba ambayo itaendana sawa sawa na mipango vijijini na miji na maendeleo ya nishati safi na uboreshaji wa mazingira. Na jambo la tano ni kuzifanya parokia zetu kuwa vitovu vya high speed internet yenye kasi ili kutoa usawa katika muunganisho wa kimataifa katika jumuiya zetu za vijijini. Na kitu cha ja sita, tukijua kwamba kanisa ni mkusanyiko wa wenye dhambi, shughuli zetu zote za kanisa lazima zisimamiwe na kuendeshwa chini ya sera ya kanisa salama, ili kulinda watu wote na hasa kuwalinda wale wanyonge zaidi miongoni mwetu. Katika haya yote, ninaendelea kutoa wito kwa mamlaka ya ofisi ya usajili watupatie namba yetu leo na wala si kesho, kwa sababu malengo yetu ya kuwa kanisa ni malengo ya serikali kwa raia wake. Namba hii si kwa ajili ya kutufanya sisi tuabudu katika uanglikana tunaoutaka. Hapana, uhuru huo tunao tayari kikatiba, na hakuna mtu anayeweza kuutoa. Namba hii ni katika kutuwezesha kuwekeza kwetu moja kwa moja kwa watu na jamii ya Watanzania. Hatutaki namba kunufaisha matumbo ya maaskofu bali kunufaisha maisha ya Watanzania hasa ulinzi wa jamii kwa watoto wasio na hatia nchini Tanzania. Mamlaka ya serikali ya Tanzania ijue kwamba kukoseshwa kwa namba hii kwa sababu tu ya kusikiliza hoja potofu za watoa wa hoja ambao hawana maendeleo kwa watu, kwa Watanzania zaidi ya miaka mia na hamsini, na hasa walioko vijijini, ni zao la dhuluma kwa watoto wasio na hatia nchini Tanzania. Ibada ya leo ni heshima yetu ya dhabihu ya maisha yasiyo na hatia. Biblia inatufundisha kuwa katika mafundisho ya anguko tunamuona shetani na tunauona uovu ambao umefichwa katika kiburi, mamlaka na nguvu. Lakini mafundisho ya ukombozi, tunamuona Mungu ambaye yapokuwa amefichwa lakini amefunuliwa katika unyenyekevu. Mkanganyiko huu ni fumbo la Krismas na ndiyo hasa injili ya kanisa. Mungu alipokusudia jambo jema katika ukombozi wa Waisraeli kutoka Misri, shetani alimwingia Farao, lakini wakunga wa Misri walifanya uovu mtakatifu, wakikataa kuruhusu zoezi la kuua watoto lisiendelee. Wakati wa kuzaliwa kwa Yesu, shetani alimwingia Herode kuleta mauaji ya watoto wasio na hatia. Kwa kusikitisha sana, watawala wa hekalu hawakufanya chochote kuzuia mauaji haya kama vile walivyofanya wakunga wa Misri kule Misri. Biblia inatuambia kwamba katika majilio ya Christmas ni tangazo la matarajio yetu ya ujio wa pili wa Yesu Kristo. Hakika, katika hili hatu katika hili hatujui ni lini Yesu atakuja tena, lakini kwa hakika ni wajibu wetu sisi kama kanisa kufanyika ujio huo wa pili wa Yesu Kristo unaongojewa. Basi sasa Mungu atupe sisi maaskofu wa kanisa Katoliki la ulimwengu wote ujasiri wa kutaka kutenda kwa ujasiri kama wakunga wa Misri walivyotenda, ili kukataa kuruhusu tabia ya kuwa maisha ya watu wasio na hatia kuendelea. Katika hili tukumbuke. Ndiyo agano letu la ubatizo. Na Mungu atutie nguvu. Amen. Episcopal Anglican Media. Maisha yanayohubiri.